Naam, ni matumaini yangu kuwa ni mzima sana na unazidi kuenjoy time hii hapa. Asante sana kwa wewe mwanafamilia ambaye tayari umejiunga na sisi, lakini kama bado hujajiunga na sisi ni kwamba hujachelewa, subscribe channel hiyo, gusa maandishi mekundu hapo chini ambayo yameandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele, na hapo utakuwa umetisha ile kinomanoma. Utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari pamoja na matukio mbalimbali mbali. Stori kubwa ambayo leo imetrendi kwenye mitandao ya kijamii, nikasema nikuletee stori hii, mpenzi mtazamaji, ni kuhusiana na msanii Yammi ambaye ya huyu alikuwa yuko chini ya record label ya The African Princess ambayo hii inamilikiwa na msanii Nandy, yani iko chini ya msanii Nandy, na msanii wa kwanza ambaye alisainiwa na Nandy alikuwa ni Yammi. Walifanya kazi kwa pamoja kwa uzuri kwa muda mrefu, na mwisho wa siku kila mmoja akaamua aendelee na kazi zake binafsi, kwamba Nandy akaamua kumruhusu Yami aendelee na shughuli zake zingine akiwa hayuko chini ya label ya The African Princess. Lakini baada tu ya Yami kutoka maneno yalikuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kila mmoja akiwa anazungumza la kwake kuhusiana na yale ambayo yalikuwa anahisiwa hapo mwanzo kwamba huenda Yami akawa alikuwa na mahusiano na Bilnasi ambaye ni mume wa Nandi na vitu kama hizo, ni stori ambazo watu wengi walikuwa wanazizungumzia kwenye mitandao ya kijamii, lakini Yami alikuja kusema kwamba sio ukweli, na ukweli ni kwamba yeye pamoja na Bilnasi walikuwa hawakutani mara kwa mara, labda kukiwa na issue emergency sana, ndio wanaweza kukutana, lakini ilikuwa sio watu wa kuonana mara kwa mara. Hilo likapita. Juzi kati tukashuhudia kwamba Yami wakati anafanya mahojiano katika TV ya Wasafi alihojiwa maswali, lakini kuna namna ambapo aliondosha machozi sana. Watu wengi wakaanza kujiuliza maswali mengi sana, ina maana Yammi alivyotoka kwenye record label ya The African Princess ambayo inamilikiwa na msanii Nandy, kuna namna ambayo labda hajatoka vizuri, kuna namna ambayo kuna vitu ambavyo vinaendelea, ndio maana alivyoulizwa hayo maswali alitoa machozi. Maoni ya mashabiki wengi wakasema kwamba labda huenda wasanii wengi ambao wako chini ya record label wakitoka huwa hawana shukurani, mara nyingi huwazungumzia vibaya mabosi zao ili kuweza uh, kupata labda kiki, kuweza kuzungumziwa na vitu kama hizo. Sasa leo Yammi ameandika ujumbe katika page yake ya Instagram, ujumbe ambao umeishtua watu wengi sana. Kila mmoja ambaye ameusoma ujumbe huo ametoa maoni yake, wengine wakisema kwamba huenda Yammi kwa wakati huu anapitia wakati mgumu sana, kitu ambacho kimesababisha aandike ujumbe ambao aliweza kuandika. Yammi aliandika ujumbe ambao unasomeka kwamba mashabiki zangu, naomba mniombee msamaha kwa baba na mama yangu, na baba yangu ndiye tegemezi langu, lakini siwezi tena kuishi. Naomba mniombee msamaha, nimechoka kuishi. Mniombee msamaha kwa wale ambao niliwakosea basi mnisamehe, lakini mwishoni, akaandika kwamba Nandy, pia naomba unisamehe kwa sehemu ambayo nimekukosea. Akamtagi Nandy kabisa, akasema kwamba kati ya watu ambao anaomba msamaha wote, wazazi wake, mashabiki zake wale wote ambao aliwakosea, lakini pia Nandy naye anamwomba msamaha kwa yale ambayo alimkosea. Kwa hivyo ni ujumbe ambao Yammi ameuandika ya siku ya leo, kitu ambacho kimeleta maswali mengi sana, kwamba ni kitu gani ambacho anakipitia Yammi kwa wakati huu ambacho kinasababisha hadi kufikia hatua ya kuandika ujumbe ambao aliuandika. Nini ambacho kinaendelea? Ni maswali ya mashabiki wengi ambao wamekuwa wakijiuliza kuhusu hili, lakini pia wengi wakaenda mbali zaidi, wakisema kwamba huenda alivyotoka kwenye rekodi lebo hiyo ambayo ilikuwa inamsimamia, basi huenda hakutoka vizuri, lakini pia juzi kate tukashuhudia kwamba alitangaza kwamba yupo a, kwenye usimamizi mwingine kimuziki. Watu wengi pia wametoa maoni yao wakisema kwamba huenda huko hayuko vizuri, hayuko salama kama jinsi ambavyo alikuwa kwa nani. Ndio maana ameandika ujumbe kwa huzuni, akisema kwamba amechoka kuishi, anaomba mashabiki zake wamwombee msamaha kwa baba yake na mama yake, lakini pia akiongezea na kusema kwamba baba yake ndiye tegemezi lake, kwa hivyo hawezi tena kuishi, anaomba msamaha kwa wote kwa wale ambao aliwakosea, lakini pia msamaha anauomba kwa Nandy, naye pia amsamehe. Ni kitu gani ambacho kinaendelea? Basi tutazidi kufuatilia stori hii kwa undani zaidi, ili tuweze kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa msanii Yammi, hadi kufikia hatua ya kuandika hili ambalo ameliandika. Na tumeshuhudia juzi kati ametoa nyimbo yake nzuri ambayo inafanya vizuri ambayo inaitwa Raha, watu wengi pia wameifuatilia, inafanya vizuri sana. Kwa hivyo ni kitu gani ambacho kinaendelea? cha kufanya tu iliyo mwanafamilia asubscribe channel hii ili, hi, ili kuweza kupata habari na matukio mbalimbali ambayo mbali ya yanazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii.